Zungumza na mtoto anayeona video hii na anatamani kuwa askari polisi, una lipi la kumwambia? Nimwambie uh, kazi ya ya polisi ni kazi ambayo inahitaji uwe na maadili sana, kwa sababu saa zote unakuwa unadili au unamhudumia, una, una mwananchi, unalinda maisha yake, unalinda mali zake, saa zote uko karibu na mwananchi. Sasa usipokuwa na maadili ya kutosha utakuta kwamba unavuruga jamii uh, lakini pia utakuwa unalalamikiwa. Kwa hiyo kama unatamani kuwa askari polisi, basi anza kujengea maadili yaliyo mazuri, kwa sababu ukiwa na maadili mazuri utaweza kufanya hiyo kazi kwa kiwango kikubwa, na utapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wananchi, na utaifurahia hiyo kazi sio hata kazi, kazi yoyote ile, kama una maadili uwezi kuifurahia hiyo kazi, lazima utagombana na mabosi wako, utagombana na wananchi ambao ndio wanaokuweka ofisini. Kwa hiyo maadili ndio kikubwa, usiakuwa na maadili aza, utakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, utakuwa na utu kwa kumpenda binadamu wenzako, jirani yako unafanya naye kazi, lakini sio kuwa na maadili, utafuata sheria ut